Karibu katika video moja ambayo inakwenda tofauti kidogo na mafundisho ya kawaida hapa. Uh, lakini itahusu kufanya huduma. Na kuna wakati ninapata ombi au comment katika comment section, lakini pia hata email na watu wanasema ninaomba supporti niweze kuanza kufanya huduma au niweze kuanza kueneza Injili. Na leo nitaongea kidogo juu ya hiyo kwa sababu nadhani kama mwanzo wako wa kueneza Injili au kufanya huduma, na hasa kama ni huduma kama hii ninayoifanya mimi, ni kupata supoti au uweza fulani kusudi uweze kuanza, nadhani unatafuta ajira, sio kwamba unasikia msukumo, au labda hu hujaelewa tu. Inawezekana ni vyote hivi viwili, na mimi nitajaribu kuongea leo juu ya namna ya kuweza kuanza kufanya huduma bila support ya mtu mwingine, namna ya kuanza tu moja kwa moja. Kwanza, kama unataka kutumia YouTube kama mimi ninavyofanya ni, ni kiasi cha kuingia kwenye YouTube, kufungua account na kuna unapata maelekezo, na kama unahitaji maelekezo zaidi, unasearch namna ya kuanza YouTube channel, na kuna watu wataku. Ni free, hakuna gharama yoyote, unafanya bure. Ni wewe unaweza ukaifanya bure, hakuna gharama yoyote kwa kuanzisha channel ya YouTube. YouTube wana wanapenda sana watu waanzishe machannel, kwa sababu hii inawapa wao biashara. Kwa hiyo hakuna gharama yoyote hii, unaweza ukafanya siku yoyote, na kwa vile umeweza kuangalia video zangu, nina uhakika kwamba unayo simu na hiyo simu ndani yake inayo kamera, sawa? hiyo kamera inaweza kawa ikawa ni mwanzo wa, wa channel yako na unaweza ukaanza kwa kuitumia hiyo. Huhitaji kamera nyingine. Mimi ninayo kamera nyingine, nimefanya hika sasa kwa sijui miaka mingapi. Nil, nilianza na kitu ambayo iliitwa webcam, quality yake ilikuwa ni ovyo, lakini video zangu za mwanzo kabisa utakuta kwamba picha yake sio nzuri sana, lakini nilianza hivyo. Kwa sababu ni, ni, ilikuwa ni kitu ambayo ninayo au ni kitu ambayo niliweza kuinunua. Halafu nimekuwa nikibadilisha kamera, ni ni sasa hivi ni kamera yangu ni nzuri, lakini nimepata kwa kufanya kazi ya mikono kwa ajira. Mimi ninaendesha magari ya abiria na kila mwezi ninapata mshahara, na mshahara huu ninatumia pia kwa kuendesha hii huduma. Mimi sina support ya mtu yoyote, hiyo ninaifanya. Kama ninahitaji kitu, ninainunua na sina kitu ambayo sijaiweza kwa maana ya kwamba kama nisingekuwa na vitu hivyo, nina mataa e, kuna taa moja moja pale, nyingine pale, nyingine ya tatu juu yangu ninayo e, kompyuta nina ma screen inayonisaidia, lakini hivi vyote kama nisingekuwa navyo, bado ile huduma ningeendelea kuifanya kwa vifaa ambaye nimeweza kuwa nayo. Hata microphone kama hii hapa ndio nimeinunua kila kitu hapa nimenunua, lakini kwa sababu nimefanya kazi na nimeweza kununua kwa njia hiyo. Lakini unaweza kama unayo simu tayari, unaweza ukafanya hivyo. Na mimi nitarekodi, nita, nita, nita, nita sasa hivi nitarekodi uh, video ambayo nina wakati ninaongea na wewe sasa hivi. Kwa hiyo nitarekodi na kamera yangu, lakini pia nitarekodi hapa free, nitaingiza hiyo, utaona hapo imeanza okay. Kwa hiyo unaweza ukafundisha kwa kutumia simu yako tu peke yake, halafu unai na, i -edit, na software ya kuedit, huhitaji kununua, zipo za free, unaweza ukatumia kama unayo. Inategemea na simu ulionayo. Simu nyingi zinazo software ya kuweza kuedit video hapo tayari unaweza ukaingiza moja kwa moja eh. Na unapoingia kwenye YouTube kama unataka ku, kuweka yale maandiko yako kwa mfano kama una reference ya Biblia au una reference nyingine unataka kuingiza, unaweza ukafanya hivyo, unaandika tu ndani ya ile, eh, ile page ya YouTube, ile channel yako pale, moja kwa moja unaweza kuandika, si tatizo. Kwa hiyo unaweza ukiwa na simu tayari, unaweza na microphone ya simu. Sawa, quality sio nzuri kama hii hapa lakini, itakusukuma na siku kama utapata wafo, wafo, seme wafuasi wengi kwenye channel, unaweza ukaanza kupata ads. Unaweza pia kuwa na kama una club yako au community yako, ambayo wanaweza wakakusupoti kwa njia mbalimbali pale ulipo, hiyo inawezekana kufanya. Mimi sijafanya hivyo, sijaomba mtu fedha hata siku moja Nimeamua nime kutumia njia nyingine, yani kufanya kazi mwenyewe kusudi niweze kuendesha hiyo huduma, na hiyo wewe mwenyewe unaweza kufanya pia. Ukitaka unafanya kazi, na hiyo itakusaidia katika kuendesha hiyo huduma. Uh, kitu ambayo unahitaji kufanya zaidi uh, licha ya, ku, ya kuwa na simu hii hapa, sasa hivi nimejirekodi kidogo na hiyo simu, na hiyo nitaingiza ndani ya video hii ambayo ninaifanya kusudi uone kwamba inawezekana kutumia kitu ambaye ni nyepesi kama simu ngoja, hiyo ni izime kwa sababu kidogo inanipoteza inani mawazo. Mimi natumia simu yangu, sasa nimeiweka tu kwenye, kwenye kabati moja, halafu ninaongea moja kwa moja. Ninatumia saundi yake, ninatumia picha yake. Sina taa yoyote ambayo inanisaidia wala kifaa chochote, isipokuwa simu tu peke yake, na kama unavyoona inawezekana sana. Baada ya kuna kutumia hiyo filam unaweza sasa kuingiza katika programu yako edit ukihitaji, au unafanya tu kuongea kama hivi, halafu na upload, hata hivi itavutia watu. Unaona, kwa hiyo si lazima kuwa na vifaa vingi au vikubwa au vya fedha nyingi, au vile ambayo unasema ingekuwa vizuri kuwa navyo, lakini sina nifanyeje. Unatumia ile ulionayo, ile simu yako moja kwa moja itaweza kufaa kwa ku weza kuanza kurekodi video za, zako. Hii hapa niko kumbini, nyumbani pale ambapo ninaishi, kwa maana unakuta kuna picha na kuna nini huko nyuma, unaweza kitu ambayo unaweza ukafikiria. Lakini unaporekodi unajaribu kupata backdrop au background ambayo eh, ni nzuri. Mimi hapa sijai sijaifikiria niliona ngoja nijaribu kufanya tu moja kwa moja bila hata ku, kuandaa chochote kile. Nimeweka simu kwenye kabati na nimeanza kurekodi na hivyo unaweza ukaanza. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo unahitaji ku, kujifunza kama unataka kufanya huduma, kwa mfano ya kufundisha watu mambo ya imani, unahitaji kujifunza yale ambayo unataka kufundisha. Lakini hiyo unaweza kujifunza kwa kuangalia video zingine ya watu, kwa mfano kama unafuata channel ya Koinonia, unaweza ukatumia material yangu au material ya Musa mwanangu ambaye pia anafundisha, na unaitumia wewe Una, ni kama vile unatukopi halafu unafanya video zako. Sawa kabisa, hakuna mbaya, tunakukaribisha kufanya hivyo, unatumia ile material. Au kama kuna channel nyingine ya mafundisho mengine ya mtu mwingine unaweza kuyatumia, halafu unaanza e, kuongea juu ya yale ambayo unataka ku, kuongea. Muhimu ni kwamba unahitaji kufikiria unataka kutumia channel yako kwa njia gani. Kama sisi hapa Koinonia tunafundisha mambo ya Biblia na ni kama shule ya Biblia. Kama unataka zaidi kueneza injili, kueleza habari za Injili na habari za Yesu, unaweza ukafanya kwa njia nyingine. Unaweza ukaingiza hata mambo ya kwaya au muziki na nini. Yote hayo ni ni kitu ambacho unaweza kwa, ni ni inategemeana na jinsi wewe mwenyewe unavyotaka kufanya, lakini huduma haianzi na kupata support. Inaanza na mtu kusikia u ku, mwito kutoka kwa Mungu kufanya kazi ya Mungu. Unaanza kuifanya ukipata support, sisema kwamba ni mbaya, hiyo ni nzuri sana. Ukipata support, ukipata mtu anakununulia vifaa unavyo vihitaji, Mungu akubariki na atakuwa amekubariki kupata hivyo vitu vyote. Hiyo ni nzuri sana, sio mbaya. Lakini hiyo sio kitu ambayo unaanza nayo, kwa sababu kwanza unahitaji kujifunza kuongea mbele ya kamera na hiyo ni kitu ambayo inachukua muda kujifunza kuongea. Uh, ni rahisi zaidi kuongea mbele ya watu kuliko kuongea kwa kamera, kwa sababu kamera huwezi ukaisoma. Niko vipi? Ninaonekanaje? nina, nina, nina, nina ninapoongelea, unaona ninapoongea, unaona uh, ninaeleweka. Unapokuwa na watu, unapokuwa na audience, ni rahisi zaidi kwa sababu unaweza ukauliza umenielewa, wakikujibu ndio, alafu natoa swali, unaona kama wamekuelewa kweli. Huduma inaanza na mtu kusikia, kusukuma kufanya huduma, halafu haya mambo yote vifa ya vifaa yatakuja kujiseti pole pole, lakini kwa vile umeona video yangu kwenye YouTube ninajua ni kifaa unayo ambayo inaweza ikakuanzisha inaweza kaanzisha hiyo huduma yako na huhitaji kitu kingine. Kama unataka kurekodi ndani, ndio mimi ninatumia taa kwa kupata eh, mwanga ambayo unakuwa mzuri, lakini ukiwa na simu unaweza ukasimama hata nje popote pale ambapo unapoiwasha unapo, unapo, hiyo, hiyo filamu, unaona unaona kwamba okay, hiyo picha sasa kidogo imetoka, hiyo inatosha sana. Mambo ya editing, yani ku, kuiweka hiyo filmu yako ambayo umerekodi vizuri eh, labda kuna mengine unayasema. Kwa mfano mimi hapa ni, wakati nimerekodi imebidi nikohoe, hiyo ninaikata ninaiondoa. Hii inaitwa kuedit film hiyo. Pia unaweza kujifunza, unakwenda kwenye YouTube unaangalia, unaweza kaangalia free software ukipata hiyo, au kama unayo software ndani ya simu yako. Kwa mfano mimi ninatumia iPhone katika iPhone ngoja nione ni inaitwaje, nimesahau. Inaitwa uh, inaitwa nini sasa? iMovie, iMovie inaitwa hiyo. Ni software ambayo inatosha sana kwa kuedit film zako, na karibu nafikiri hata brand zote zingine zinakuwa na software ambayo ni free. Halafu unakwenda unauliza tutorial, namna ya kutumia hiyo software unajifunza hiyo halafu unaanza nakwambia, mwanzo itakuwa ni mbaya, video zako hazitapendeza, hazita labda kama wewe sio fundi kabisa moja kwa moja, lakini polepole pole utajifunza, na hakuna tatizo, hata bora tu uanze, uanze kuongea na watu, uanze kufundisha watu, uanze kutumia kama ni mwito kweli kutoka kwa Mungu na unashindwa tu kwa sababu hujui uanze vipi, anza tu kwa kile ulicho nacho, unaanza nayo hiyo. Halafu taratibu wewe mwenyewe utajua unahitaji kuchukua hatua gani, na hatua hiyo utaweza kuifanya wakati uwezo unapatikana kwa njia ile ambayo itakayokuwepo. <clears throat> Kwa hiyo e, nilipenda tu n, hiyo ni video ndogo na sina, sina mambo mengi zaidi ya kusema isipokuwa, ninataka wewe kama unasikia sema msukumo wa kufanya huduma ya Mungu usikwame katika kusema, oh, nikipata hiki au nikipata hiki na hiki na hiki, na hiki ndio nitaweza kuanza. au, unapoenda hivyo utakuwa mtu ambaye huanzi na huduma. Kuna watu wanasema oh, nikipata hiki na hiki nitaf, nitafunga safari mimi, mimi nimewahi kufanya safari moja kutoka Sweden hadi Tanzania na gari zamani sana, nilipokuwa kijana nilifanya hivyo, na nimesikia watu wengi, karibu marafiki yangu zote wanasema oh, ningependa kufanya, na watasema oh, ningekuwa na muda, wengine wanasema ningekuwa na gari, wengine wanasema oh, ningekuwa na uwezo Yani wan, wanahitaji mambo mengi sana kusudi hiyo safari ifanyike. Mimi niliamua nitafanya hiyo safari, nikanunua gari mkweche, nikaitengeneza na nikasafiri, na nilipata watu ambayo walinifuata, nikasafiri kutoka Sweden hadi Afrika. Lakini usipoanza kufanya, hautafika. Utasema, oh, hii ikiingia hiki. Oh, hiki au nikipata uwezo fulani nikipata, nikipata sijui laki ngapi, nitanunua nitanunua eh, hiki. Halafu, kwa vile unaangalia video hii tayari, kifaa cha msingi kabisa unayo, unayo simu au unayo kompyuta ambayo unaitumia sasa hivi kwa kuangalia video hii hiyo unaweza kuitumia kwa kwanza, na ita, una, una kwa uhakika, kama simu yako sio ya miaka ishirini au zaidi, utakuwa na vifaa vizuri zaidi kuliko mimi nilivyokuwa nayo nilipoanza, sababu ndugu yangu, nikiangalia hizo video ninatikisa nina kichwa, e, quality sio nzuri. Sasa hivi ukiwa na simu ambayo ina miaka michache hiyo itakufaa sana kwa kuanza, na mara nyingi quality ya, ya video unayochukua kwa simu ni nzuri mno siku hizi, ni nzuri mno, na hata sound quality inakutosha kwa kuanzia. Ukitaka kuboresha sound quality, basi kuna microphone ambayo unaweza ku-connect na hiyo simu yako, hiyo itaboresha. Kuna mambo mengi unaweza kufanya, tuseme hakuna limit, unaweza kuingiza mamilioni na mamilioni ndani ya studio hiyo ni rahisi sana, lakini huhitaji hiyo. Tunahitaji kuwa na channel nyingi za Kikristo zinazoeleza eneza injili, zinazoeleza habari njema ya Yesu. Na kila mtu ambaye anasikia msukumo wa kufanya anaweza akaanza. Kumbuka kwamba ni kazi na utahitaji kujituma kufanya hiyo, kwa sababu he, hata mimi sasa hivi tangu mwaka jana nimekuwa katika kuchoka sana kwa sababu nilikuwa nimezidiwa na, na shughuli nyingi. Sasa hivi video ninatoa moja moja, labda moja kwa mwezi, kitu kama hiyo, nitakuwa ninaendelea. Lakini hata hivi inakwenda taratibu. Hata wewe kama utaweza kutoa video moja kwa mwezi, basi ni video moja kwa mwezi. Kitu kingine ambaye isikukatishia tamaa, ambaye napenda niseme pia kabla ninamaliza hiyo video, ni kwamba unaporusha video Usikate tamaa ukiona kwamba wiki inapita, hakuna aliyeangalia au labda watu wawili wameangalia. Rusha ya pili, endelea hivyo. Video zangu nyingi sana utakuta ni watu kumi kumi na tano, kuna wakati mwingine eh, ndio hata maelfu wanaziangalia, lakini sio wengi sana, lakini unaendelea tu na kama wewe ni mtu ambayo una tuseme presentation yako jinsi unavyoongea inawavuta watu inawavutia, utapata channel baada ya miaka chache ambayo ni kubwa na ambayo itawafikia watu wengi. Lakini mimi nakumbuka nilipotoa video zangu za mwanzo nilikuwa ninategemea eh, nadhani siku ya kwanza maelfu watakuwa wameangalia wewe. Eh. hmm. Yani bwana ilikaa sijui siku ngapi kabla ya kupata view ya kwanza, na ilikuwa inaendelea hivyo. Leo mara nyingi nikitoa video, at least ndani ya siku ya kwanza, at least nitapata wachache wameangalia, kwa sababu kuna community sasa hivi ya watu ambayo wamesubscribe kwenye channel, watu ambayo wanaangalia video zangu. Kwa hiyo at least wachache nitawapata lakini sio kwamba kuna wengine wanatoa video alafu nakuta baada ya siku mbili, laki watu laki moja wameangalia. Hiyo sio mimi. Video zangu ni yani ha, ni, ni kuna video ambayo labda inapata hata ad, yani inaweza kama na miaka in, in, ina ina watazamaji kama thelathini wengine mia wengine alfu inategemeana. Kwa hiyo usi, usifikiria sana hiyo, mwanzo ni mgumu, alafu kuna vitu ambavyo vinavutia, vingine havivutii sana lakini eh, hiyo nilitaka nikuambie, ni kwa sababu hii inaweza ikakatisha tamaa. Alafu comment za watu, comments za watu pia eh, unapozipata kwa bahati nzuri, wa Kristo sio wakali sana. Ni na channel nyingine ambayo eh, inalenga Waislamu. Hey, hey, hey, wao wanajua ku, ku, kutukana kweli. Unaweza ukapata comment ambayo inakuumiza. Jaribu ku kufikiria kweli uh, tuseme kusudi yako, na kwamba kweli kama unahitaji kuumia kwa sababu kuangalia comments za watu. Kwa sababu, yani, ni nilijua kila kitu nilichokisema ni kweli, ninatumia rejea ambayo zina uhakika lakini wao wananiita mwongo, wao wanamuita eh, shoga, wao wananiita kafiri, wao wananiita yani mambo mengi ambayo hata siwezi kutaja kwenye channel hii, ina, iliniumiza. Sasa hivi ninapoiangalia eh, wakinitukana ninaangalia, ninajua kwamba tatizo liko kwao, sio kwangu, unaona. Kwa hiyo hiyo ni kitu ambayo tunajifunza tunapofanya hizo kazi. anyway, i, nilipata hiyo wazi juzi tu kwamba nifanye video moja fupi ambayo kwa kweli haina hata notes. Nimeongea tu yale mambo ambayo yananijia yana wakati nimekaa nikifikiria. Na kama video hii itakusaidia, nitashukuru sana kama utatoa comment yako na kama utaanza channel yako ninaomba sana uandike kwamba mimi hiyo video imenisaidia, na nimeanza kufanya channel moja ya YouTube na ninafanya hivi na hivi na hivi. Hiyo itanijenga sana na nitaifurahia sana, na ninakukaribisha kutumia material yote tuliyonayo kwenye channel yetu, kama hiyo itakusaidia eh, tumia tu kwa free, kuna unaweza kufanya hiyo ni nzuri sana e, kwa sababu ndio kuna, kuna material nyingi sana na tuki, sambaza kwenye channel nyingi, hiyo itakuwa ni vizuri. Anyway nina, ninataka niishie hapa. Mungu akubariki, na kwa wewe ambayo unasikia kufanya huduma ya Mungu, hiyo ni baraka na hiyo ni kitu kizuri sana kufanya. Anza mara moja, usikae usi, usi ukifikiria, nikipata hiki ah, nikipata hiki. Anza mara moja hata kama ni leo au kesho. Mungu akubariki na karibu tena katika channel hii. Asante sana.